Kikiwa kinaanza uwanja wa Taifa, Dar es Salaam, weka kwenye lango la timu ya Simba kulanda Mrisho oh! halfa Ngasa alisema asipofunga basi nyumba zake zote alizokuwa nazo tano basi ziunguzwe moto. Mashabiki wanashangilia Simba walimjibu akiwemo wa kocha kinki badeni Lango la timu ya Simba kule atariga ha, Hamisi Kiza Hamisi Friday Kiza, Uganda wanamuita Diego, umri wake miaka ishirini na tatu, akicheza akisajiliwa kwa klabu ya URA msimu wake watatu wakicheza katika klabu ya Yanga niyo nzima Hatari kwenye lango la timu ya Simba kule hatari goli! Mungu akikuandikia amekuandikia, Mungu akikupa anakupa. Mashabiki wa Yanga hao, kipindi ni cha kwanza wana raha ya mabao matatu. Mchezo wake wa kwanza watani wa jadi, anafanikiwa kufunga vile vile baada moja, baada ya kuambiwa kwamba alicheza dakika sabini bila kutupia wabuni, sasa ametupia kwenye mchezo muhimu kabisa na Ramadhani Singano Messi, weka kwenye lango la timu ya Yanga kule, inagongwa kichwa Kichwa. Sasa kasaidia yale na kufanya kasau kwa ushambuliaji. Ramadhani Singano wanamuita Messi wenyewe, kapiga kama Messi, ameritendea haki hilo jina. Owino anagonga kichwa, amesimama mbui twite pembeni, anashindwa kumsaidia mlinda wango wake, au toa timu ya Simba, huyo Masud Cholo kwenye lango la timu ya Yanga kule Pambano isa basi, ajue hakuwa sahihi misemo wakati mapumziko. Yawezekana kurudi mchezoni. Sasa yamekuwa matatu mpaka mapumziko. Simba, angalia, huyo ni Cholo anaweka mpira ndani ya eneo la taza yake, inapiga kichwa ambayo unaweza kusema haja kabwa. Gilbert Kaze ametoka Burundi, anacheza mchezo wake wa kwanza midia Yanga, anaingia na kuakichwa mbele ya walinzi wawili.